Nikajua tayari wala nimetoka hivi, ah, njia ilikuwa nikamata kinoma, na niliposikia alfarufu hapa nikajua mida yenyewe, lakini <laughs> nakuta bwana kitu hapa. Ah ha, kaka leo leo, leo kwa bahati mbaya kaka leo, ah, leo leo mambo sio mazuri, yani leo nimekaa, nimekaa vibaya sana kaka. Sasa poa, mwana mwana, leo tunafanyaje? Ngoja ni wao hivi mwana, yani napiga hata hmm kwa dawa kwa haraka kinoma hapa, ni nyumbani kaka, kwa hiyo utakapata muda kaka unakuja hapa hiyo pamoja pamoja, kaka, msosi tu jamaa, jamaa sana na hii ndio dawa yao kula kama hivi kuja a

ndio maana nimeweka hicho nilikuwa najua tu lazima utakuja kula. Yani mtu yule atakayekula tu ameishi, tutaenda moto kwa karibu tu lazima ayo, anaume wanzao, kwa tunanunua chakula sisi hapo ndakula vya ice cream. Ndakula vitu vya wanaume. Oya, achukue simu yangu, bwana, achukue simu yangu. Nenda bwana, nenda. Sawa bwana,